Katika zoezi la ukataji sasa, tunaenda kukata keki sasa tunaenda kukata keki, ndugu rafiki zangu, aona zoezi la ukataji linaendelea. Mheshimiwa diwani anatuongoza katika uu zoezi la ukataji wa, wa keki. Asante sana mgeni wetu, asante sana. Keki tayari imekwisha kukatwa. Zoezi litakalofuata um, tuta kulishana keki. Meza kuu itakula keki. Baada ya hapo kuna tukio nyingine litafuata. Kwa sababu ya muda, sisi nilikuwa natamani tutapata keki tu, tu na keki tu baadaye ili tuweze kuokoa muda. Meza kuu itawatalishana keki.